Baya zaidi hadi leo hii kwenye makanisa kuna chawa mbaya mbaya. Wakati kanisa lipo kwa ajili ya kukemea uovu, kanisa lipo kwa ajili ya kukemea dhambi, kanisa lipo kwa ajili sehemu ambayo mtu anakosea, kanisa atakuwa liseme. Mfalume akikosea, anatakiwa kanisa liseme lakini leo hii baadhi ya makanisa wao wanakumbatia uovu. Kuna mtu mmoja anaitwa Samueli kwenye Biblia. Samueli alimwambia Sauli ambaye ni mfalme, umefanya upumbavu wewe. Samueli alimkaripia mfalme. Samueli alimwambia mfalme, umefanya upumbavu, umefanya makosa. Leo hii kanisa liko wapi kukemea uovu? Ukemee uovu kwa ajili ya fedha, na ukiona mtumishi yoyote akemee uovu, maana yake huyo sio mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu yoyote yule, penye uovu anakaripia, na ile iko wazi. Mungu ametuambia wa tukalipie uovu. Mtumishi yoyote anapoona uovu Lazima akemee uovu utakiwi. Kuchekelea uovu kwenye kanisa, unatakiwa ukemee uovu ndani ya taifa, unatakiwa ukemee uovu. Bwana Yesu asifiwe. Niseme na kanisa la Tanzania, hacheni makundi, hacheni ubaguzi kwamba mimi ni mloma mimi ni mkkt mimi mwangalikana mimi mtg mimi mpentekoste. Hapana, kanisa lote kanisa la aina yoyote linamhubiri Kristo. Uharibifu wowote ukitokea juu ya taifa, kanisa mna la kusema. Nimekutana na ndugu mmoja wa nchi fulani, mtumishi akasema Mungu juu ya taifa letu. Mungu alisema na kanisa zaidi ya mara tatu kwa bali ya hilo taifa, lakini kanisa halikusikia ha, ha. Kanisa likaweka pamba kwenye masikio, matokeo ya mwisho, Mungu akaipiga hiyo taifa, ikaibuka vita juu ya hilo taifa nini, lakini Mungu alisema hilo taifa kupitia kanisa, kupitia watumishi. Watumishi wakaweka pamba kwenye masikio nini. Kanisa limeingia huko kwa ajili ya manufaa, baadhi ya watumishi wameingia huko kwa ajili ya manufaa yao binafsi. Ndio maana huwezi kukemea dhambi. Bibilia inasema upo, rushwa upofusha macho. Mtu yoyote aliyepewa rushwa hawezi kukemea zambi. Utakemea vipi wakati umepewa fedha, umekula fedha yake? Mtu yoyote anayepokea rushwa hawezi kukemea zambi. Unakemeaje zambi wakati umekula fedha huyo mtu, utakuwa na ujasiri wa kukemea hiyo zambi? Kanisa la Tanzania, kaeni kwenye nafasi yenu, kwenye uovu, kalipia uovu ili taifa, kwa mambo yanayoendelea juu ya taifa hili wovu unaoendelea juu ya taifa hili. Kama si neema ya Mungu, hasa hivi ilikuwa, hatuko hapa tulipo. Hadi sasa tuko hapa, ni neema ya Mungu, ni neema ya Mungu. Jinsi tulivyo taifa letu ni neema ya Mungu. Ninasema na kanisa, kanisa kagwe nafasi yako, kanisa kagwe nafasi yako. Nina kauli moja au nasemaga, silaha hutengenezwa wakati hakuna vita. Vita ikitokea, silaha ndipo hutumika. Maana yake nini? Wakristo wengi wana tabia ya kufanya maombi baada ya tukio kutokea, hatuna tabia ya kuomba wakati wa utulivu. Ndio maana anasema silaha hutengenezwa wakati hakuna vita. Vita ikitokea, silaha hutumika. Kanisa, kaa kwe nafasi yako, kaa kwene nafasi yako, kaa kwene nafasi yako Mungu. Mungu analipenda taifa la Tanzania. Ndo maana hadi sasa tupo salama. Unaweza ukaniona mimi ni mdogo sana kimwili kwa nje, unaona huyu mtu gani huyu, afahamiki. Lakini ulimwengu wa roho uniwezi, uniwezi. Ulimwengu wa roho nafasi Mungu ambaye amenipa ufikii kwa kimwili, unaweza ukaniona ni mtu wa kawaida, ndiyo nakubali, lakini kiroho ye mungu atusaidie mungu atusaidie mimi naombaga sana kwa habari ya taifa langu na kuna vitu vingi mungu huwa anasema na mimi na ananionyesha vitu vingi sana juu ya taifa hili tangia, tangia 2023 mungu amesema na mimi kuhusu 2025 mambo magumu sana alinionyesha kitu ambacho kitatuweka salama juu ya taifa hili ni toba, ni toba na kuomba toba kwa ajili ya damu ambazo hazina hatia juu ya nchi na ukalipia uovu. Kanisa, kaa kwenye nafasi yako. Viongozi wa serikali tendeni haki, tenda haki. Biblia inasema haki uinua taifa. Taifa lolote ambalo atenda haki, hilo taifa lazima liwe kubwa. Kila sehemu haki, Mungu anasema haki. Na mtu akifa akitendewa haki, lazima awe kipaumbele kuleta amani juu ya taifa. Mungu ibariki Tanzania. Mungu wangu ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Umeruhusu kuwepo na taifa la muungano wa Tanzania. Mungu unalo kusudi juu ya taifa hili. Ninaomba rehema na toba Ninatubu kwa ajili ya ardhi ya Tanzania. Ninatubu kwa ajili ya taifa hili. Ninatubu kwa damu, kila sadaka ya damu juu ya ardhi ya Tanzania, ninalipa damu ya Yesu. Baba, ninaomba rehema na toba juu ya taifa hili. Ninaomba rehema na toba juu ya viongozi wa Tanzania, kuanzia rais, makamu wa rais waziri mkuu mawaziri wa bunge, vyombo vya ulinzi, jeshi la polisi, usalama wa taifa, jeshi la Watanzania, ninaomba rehema na toba. Na Bwana Yesu, unajua tunakukosea sana kwa habari ya taifa hili. Ninaomba rehema Bwana, ninaomba rehema, usamehe Mtakatifu. Ninatubu kwa kila Mtanzania, ninaomba rehema kwa ajili yake ninaomba rehema kwa ajili ya wanaume wa Tanzania. Ninaomba rehema kwa ajili ya wanawake wa Tanzania. Ninaomba rehema kwa ajili ya watoto wa Tanzania. Ninaomba rehema Bwana kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Ninaomba rehema kwa ajili ya wababa na wamama wa Tanzania. Ninaomba rehema kwa ajili ya wazee wa Tanzania. Mungu tusamehe, tusamehe, tunakukosea sana, lakini bado neema yako linaleta amani juu ya taifa hili. Baba, tunakuhitaji wewe, tunakuhitaji neema yako tunahitaji neema yako juu ya taifa hili katika jina la Yesu Kristo. Mungu uliye mwaminifu, kila mipango mibaya juu ya taifa hili haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana roho ya haki iendelee, Bwana roho ya haki juu ya Tanzania, roho ya amani, roho ya upendo juu ya Tanzania, katika jina la Yesu Kristo tunakuomba Bwana rehema yako, rehema ya rehema yako juu ya taifa hili, ninaomba rehema yako, ninaomba rehema yako, ninaomba rehema yako juu ya Tanzania, ninaomba rehema yako, Mungu. Roho Mtakatifu tunaomba neema yako, tunaomba rehema yako juu ya taifa hili, tunaomba rehema yako, tunaomba rehema yako, tunaomba rehema yako. Yako ninajua Bwana, kuna watu wana maumivu juu ya nafsi zao, kuna watu wana maumivu juu ya roho zao, kuna watu maumivu juu ya mioyo yao Baba, ganga mioyo yao <coughs> Yesu ganga mioyo yao, ganga mioyo ya Tanzania, ganga mioyo e Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunakuhitaji wewe Bwana, juu ya taifa hili. Tunaomba amani yako, tunaomba haki yako, tunaomba upendo wako juu ya taifa hili. Mungu, tusaidie Baba, tusaidie, tunakuhitaji wewe, katika jina la Yesu Kristo, tunakuhitaji wewe juu ya taifa hili, katika jina la Yesu tunaomba amani tunaomba amani, kila roho ya uharibifu juu ya taifa hili Yesu, Bwana tunakuhitaji wewe tunakuhitaji wewe tunakuhitaji wewe juu ya kanisa, ninaomba rehema juu ya kanisa la Tanzania, ule mpasuko wa kanisa juu ya taifa hili Yesu, tusaidie, ninaomba rehema ninaomba rehema kwa ajili ya kanisa la Tanzania katika jina la Yesu, ninaomba rehema juu ya maaskofu, ninaomba rehema juu ya wachungaji, ninaomba rehema juu ya wainjilisti, ninaomba rehema kwa ajili ya warimu, naomba rehema kwa ajili ya watumishi wako, naomba rehema kwa ajili ya manabii, naomba rehema kwa ajili ya mitume, naomba rehema katika jina la Yesu, ninaomba rehema, ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo mm-mm. Unajiachilia kwako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.